Jina langu naitwa Menad Msengi, ni afisa madini mkazi wa mkoa wa Dodoma. Leo tumetembelea eneo hili la Nala ambapo kuna ujenzi wa kiwanda cha kuchenjia madini ya kopa metals precious. tumekuja hapa kwa udhamini wa World Bank ambao ni mradi huko China, UNDP unaotaka kujua kwamba namna uchimbaji wa madini ya viwandani na madini ya ujenzi unaofanyika katika mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kuona namna usalama pamoja na namna mrabaha unavyolipwa kutokana na uchimbaji wa madini haya. Tumekuja hapa ikiwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde aliyeelekeza kwamba ifikapo Julai 30 kopa yote itakuwa inachimbiliwa hapa nchini. Na hiki ni kiwanda mojawapo ambacho kilipewa maelekezo hayo na sasa hivi wapo katika hatua za majaribio ili kuanzia Julai sasa madini ya kopa yatakuwa yanachimbiliwa katika kiwanda hiki hapa kichopo eneo la Nala mjini Dodoma. Mkoa wa Dodoma ni miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa upatikanaji wa madini aina nyingi. Bahati mbaya tu madini yapo Dodoma hajachimbwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba ujenzi wa kiwanda kama hiki hapa na vile vinavyojengwa itasaidia sana uchimbaji wa madini katika Mkoa wa Dodoma kufanyika kwa kiasi kikubwa na hivyo kuongeza pato la mtu moja moja na taifa kwa ujumla. Naitwa Abia Moses Mafie, ni mkurugenzi mwenza wa kiwanda cha Shengde Precious Metal Resources ambacho kinajihusisha na uchenjuaji wa kopa kathodi hapo maeneo ya Nala mahungu na kiwanda chetu kilianza mnamo ujenzi mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na nne Novemba, na kufikia sasa hivi tuko kwenye hatua nzuri ambayo ni ya karibu mwishoni kwenye majaribio ya kujaribu mitambo yetu na kuangalia uwezo wa uzalishaji kwa siku, na pia tuna inawasa wa Watanzania wengi ambao wanajihusisha na uchimbaji wa kopa. Malengo yetu ni kuwasaidia wao, hususan wale ambao wanachimba kopa maeneo mbalimbali, na ni kuwasaidia katika kuwakomboa kwenye kile wanachokifanya, ambacho mara nyingi kinakosa biashara, mara nyingi kinakosa wateja. Kwa hiyo tuna dhamira kubwa ya kuwasaidia Watanzania hususani katika kuwakomboa katika kopa za low grade ambazo ziko nyingi maeneo mbalimbali. Kwa kiwanda chetu kinatoa fursa kwa watanzania wazawa hususani wale wachimbaji kutuuzia hizo malighafi ili tuzichakate katika kiwanda chetu hapa Dodoma, na ni dhamira nzuri ya serikali ambayo ilikuwa ina malengo ya kuweka viwanda vya kuongeza thamani, na sasa hivi tumeweza kuweka kiwanda ambacho kina uwezo wa kuzalisha malighafi ambayo tutauza moja kwa moja kwenye soko la dunia, ambayo ni copper cathode. kwa hiyo ni waambie tu watanzania wenzangu kwamba kila kitu kinawezekana tukiwa na dhamira njema na taifa letu, hususan uwekaji wa viwanda vya kuongeza thamani ni upande wa madini.